Karibu katika mada ya leo ambapo tunakwenda kuangalia tofauti kati ya dalili ya ujauzito au dalili ya hedhi. Je, umewahi kuhisi dalili fulani na kushindwa kutambua kuwa ni ujauzito au ni dalili ya hedhi? Wanawake wengi hukabiliwa na changamoto ya kutofautisha hizi dalili kwa sababu zinashabihiana kwa kiasi kikubwa. Katika video hii tutaangazia tofauti kuu kati ya dalili za ujauzito na zile za hedhi ili kukusaidia kuelewa mwili wako vizuri na kujua lini unapaswa kufanya kipimo cha ujauzito. Hakikisha unatazama video hii mpaka mwisho. Dalili ya kwanza, kuchelewa kwa hedhi. Ujauzito, kwa ujauzito, kuchelewa kwa hedhi ni dalili ya awali ya ujauzito, kwani mwili huanza kuzalisha homoni ya HCG ambayo inazuia mzunguko wa hedhi, lakini kwa hedhi ikiwa hedhi yako imechelewa kwa siku chache lakini baadaye inatokea, basi ni mzunguko kawaida unaobadilika kutokana na msongo wa mawazo, mabadiliko ya lishe au sababu nyingine. Dalili ya pili ni maumivu ya tumbo chini ya kitovu. Ujauzito, maumivu haya huwa mepesi na yanaweza kuambatana na damu kidogo, implantation bleeding, kutokana na yale yaliyorutubishwa hujipatisika kwenye mji wa mimba, lakini kwenye hedhi maumivu huwa makali zaidi na yanaendelea kwa muda mrefu wakati wa hedhi, kutokana na kukunjika kwa misuli ya mji wa mimba ili kutoa kuta zake za ndani. Dalili ya tatu ni mabadiliko ya matiti. Katika ujauzito, matiti hujaa, kuwa laini na chuchu huweza kuwa nyeusi zaidi kutokana na ongezeko la homoni za estrogen na progesterone. Lakini katika hedhi matiti hujaa kidogo na kuwa na maumivu, lakini hubadilika mara tu hedhi inapomalizika. Dalili ya nne ni kichefuchefu na kutapika. Ujauzito, hii ni dalili maarufu ya ujauzito na huitwa morning sickness inayoanza kati ya wiki ya nne na sita, na usababisha kuongezeka kwa homoni ya HCG. Katika hezi kichefuchefu, hakipo mara nyingi kama dalili ya hezi, lakini huweza kutokea kwa wachache kutokana na mabadiliko ya homoni. Dalili ya tano ni mabadiliko ya hisia, mood swing, ujauzito. Hisio badilika sana kutokana na ongezeko kubwa la homoni na mwanamke anaweza kuhisi huzuni, hasira na furaha kwa haraka, lakini katika hedhi mabadiliko ya hisia hutokea lakini kwa muda mfupi, na mara nyingi yanaisha baada ya hedhi kuanza. Na dalili ya sita, hamasa ya chakula cravings na uchukivu wa chakula. Katika ujauzito mwanamke anaweza kupenda vyakula fulani na kuchukia baadhi ya harufu na ladha ambazo awali zilikuwa ni za kawaida. Katika hedhi, huku kuna hamu ya chakula fulani, hasa vyakula vyenye sukari nyingi na chumvi, lakini haifanyi kwa kiwango kikubwa kama ilivyo kwa mjamzito. Dalili ya saba, kuongezeka kwa mkojo. Katika ujauzito, homoni ya HCG huongeza mtiririko wa damu kwenye figo na kusababisha haja kukojoa mara kwa mara hata mwanzoni mwa ujauzito. Lakini katika hedhi hili si jambo la kawaida katika hedhi, isipokuwa tu kama mtu anakunywa maji mengi zaidi ya kawaida. Dalili ya nane: uchovu mkubwa. Katika ujauzito, progesterone ni huongezeka kwa kiwango kikubwa na kusababisha mwili kuchoka hata bila kufanya kazi nyingi, lakini katika hedhi uchovu wa hedhi huja kutokea na upotevu wa damu, lakini si mkali kama ule wa ujauzito. Kwa ujumla, dalili za ujauzito na za hedhi zinafanana, lakini tofauti ni kuwa ni kudumu kwa dalili na mabadiliko ya mwili yanayoendelea. Ikiwa dalili hizi za hedhi na haijatokea kwa zaidi ya wiki moja, ni vyema kufanya kipimo cha ujauzito na kutembelewa kwa daktari kwa ushauri zaidi. Usisahau kusubscribe, ku like na kushare video hii kwa marafiki. Lakini pia kama unahitaji vitabu kuhusiana na ujauzito, tafadhali tuwasiliane ili tukuelekeze ni vitabu vipi ambavyo ni rafiki kuwa kusoma. Ulikuwa nami Daktari Linikomba, tukutane katika mada ijayo.